Maumivu makali sana ya tumbo chini ya kitovu. Hii ni tatizo ambalo limekuwa likiwasumbua na watu wengi sana na unakuta mwanamke ameenda hospitalini amefanya check up ameambiwa kwamba ana changamoto ya uvimbe kwenye kizazi, na baada ya hapo ukatumia dawa lakini bado hali yako iko vile vile, au umefanywa pasuaji ya uvimbe lakini bado hali yako iko vile vile ipo hivyo uvimbe kwenye kizazi, ukienda kufanyia upasuaji, tambua kwamba muda wote hiyo hali inaweza ikajirudia, kwa sababu unaweza ukakaa ndani ya miezi mitatu uvimbe ukawa haupo, ndani ya miezi miwili mpaka mitano uvimbe ukawa haupo, lakini baada ya muda uvimbe unajirudia kutokana kwamba dawa ambazo umetumia ama upasuaji ambao ulifanya haujaenda kuanza na chanzo, haujaenda kuanza na kile kiini ambacho kimekupelekea wewe kupata hiyo changamoto ya uvimbe kwenye kizazi. Sasa basi, Nema na uzazi ina package maalum ambayo ina kuanza na kiini, ina kuanza na chanzo katika mfumo wako mzima wa uzazi, ili uweze kuondokana na hiyo changamoto ya uvimbe. Tambua kwamba uvimbe kwenye kizazi unatokana na hormone imbalance, au maambukizi ya pili. Ukishatibia hayo tena, kwanza na kile kiini, lazima hali yako ya uvimbe itanyauka kabisa, na hiyo hali yako haitajirudia kabisa tena.